u tujaribu kuangazia katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania limeonekana limewaka moto tena baada ya mbunge wa Kawe, Askofu Josephat Gwajima, kuibuka kwa kishindo na kutoa kauli kali na nzito zilizozua mjadala mkali ndani ya ukumbi wa bunge. Tukio hili limevutia umakini mkubwa sana katika vyombo vya habari na wananchi, huku wengi wakitaka kuelewa undani wa kinachoendelea na athari zake kwa siasa na utawala kwa ujumla. Gwajima amerudi tena kwa kasi katika kikao hicho cha bunge. Askofu Josephat Gwajima alisimama kwa hoja nzito zilizozua mwenendo wa serikali katika baadhi ya maeneo akidai kuwepo kwa ukiukwaji wa haki, udhibiti usio wa haki wa viongozi wa dini na kutotendewa haki baadhi ya wananchi wakiwemo vijana na wanawake. Alipokuwa akichangia alionekana kuwa na msimamo thabiti akizungumza kwa sauti ya juu, jambo lililopelekea spika kuingilia kati mara kadhaa kumpa maelekezo ya nidhamu ya kibunge. Taharuki na mvutano. Tukio hilo lilibua taharuki bungeni, huku baadhi ya wabunge wakilipinga vikali jambo alilolizungumza, wakimtaka Gwajima kufuata taratibu za Bunge na kuwasilisha hoja kwa njia sahihi. Hata hivyo, wafuasi wake walimtetea wakisema anatumia nafasi yake kwa uhuru wa kutoa maoni kama mbunge aliyechaguliwa na wananchi. Katika picha zilizosambaa mtandaoni, Gwajima anaonekana akibishana na spika, hali iliyovutia hisia kali kutoka kwa wananchi mitandaoni na kuongeza ushindani wa hoja. Muktadha wa kauli za Gwajima. Gwajima amekuwa akijulikana kwa kauli zake zenye msimamo mkali, mara nyingi akikosoa baadhi ya sera na maamuzi ya serikali hasa yanayohusu imani za kidini, afya ya akili na uhuru wa watu binafsi. Katika tukio hili alionekana kuendelea na msimamo huo, huku akilaani kile alichokiita mnyororo wa kimfumo unaowadhibiti watu wanaotaka kusema ukweli. Kauli ya spika na uamuzi wa Bunge. Spika wa Bunge alitoa onyo kali dhidi ya kauli zinazoweza kuchochea chuki na kuleta mgawanyiko ndani ya chombo hicho cha kutunga sheria. Alisisitiza kuwa Bunge ni mahali pa hoja, si majibizano ya hisia au mivutano isiyo na tija. Alimtaka Gwajima kufuata utaratibu wa kuwasilisha hoja na kutoa ushahidi kwa madai yoyote. Lakini kwenye reaction za umma na wananchi mitandaoni wamegawanyika kuhusu tukio hilo. Wapo wanaompongeza Gwajima, na ni wengi sana wanaompongeza Gwajima kwa kusema ukweli usiosimuliwa na wengine, huku wengine wachache wakimkosoa wa wakidai analeta siasa za mivutano zisizo za maendeleo. Ikumbukwe Gwajima hapa karibuni aliibua hisia kali sana, hususan katika mitandao ya kijamii baada ya kukemea tukio la utekaji na serikali kumkosoa vikali, lakini watu wengi sana walimuunga mkono na kudai kwamba yuko sahihi, na wengine walikuja na hoja kali sana, wakisema kwa nini mtu aliyetetea tukio la kutekwa kwa watu wasiokuwa na hatia anakosolewa na serikali? Lakini maswali yalibaki kwa watu hao na wananchi na umma kwa ujumla. Mpaka sasa bado hatujapata majibu sahihi, ila bado watu wapo makini kusikiliza nini kinachoendelea kati ya Gwajima na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Usisahau kusubscribe YouTube channel yetu ya Rasmi TV ili kuwa wa kwanza kupata taarifa na matukio mbalimbali mbali.